Kupata hedhi au period ni jambo ya kusherekea. Inamaanisha unakuwa mwanamke na kwamba mwili yako inatumika sawa. Tamaduni au nchi nyingi duniani zinasherehekea hedhi. Hapa kuko mifano chache tu. Huko Fiji, jamii zimoja zinatiliaka wasichana zulia au tapii wakati wa hedhi yao ya kwanza na kuwafundisha kuhusu umuhimu ya hatua hii. Siku ya nne ya hedhi yao kuu, sherehe inayoitwa Tunudra, familia za wasichana zinatayarisha karamu ili kusherekea mabinti zao kuwa wanawake. Katika jamii zimoja moja za kusini ya India, hedhi ya kwanza ya msichana inasherekewa kupitia sherehe inayoitwa Ritusudhi au Ritukala Samskara. Msichana anapokea zawadi na vazi mpya ya sketi au jupe. Na sari. Huko Japani, familia zimoja zinasherekea hedhi ya kwanza ya msichana kwa kupika chakula ya asili iliyoandaliwa kwa mchele na maharagi inayoitwa sekihan. Chakula hiyo ni nyekundu na hii ni alama ya furaha na sherehe. Jamii ya asilia ya Apache huko Amerika Kaskazini inasherekea safari ya wasichana wadogo kuingia katika wanawake na sherehe ya jua ya alfajiri inayoheshimisha sura ya kidini inayoitwa Changing Woman. Inasherekewa na gala ya siku nne ya kucheza, kula, kufuata mila kama kunyiwa ndani ya mrija, kuepuka kucheka na sherehe ya uponyaji. Kumbuka, Hakuna kitu ya kusikilia haya au ya kigeni kuhusu hedhi. Ni mchakato au prosesus ya kawaida tu mu mwilini ya kila mwanamke mzima.